Mamlaka ya rufani ya zabuni za umma yaani PPAA ni taasisi inayojitegemea chini ya wizara ya fedha, iliyoundwa kwa mujibu wa kifungu cha mia moja kumi na mbili cha sheria ya ununuzi wa umma namba kumi ya mwaka 2023. PPAA imepewa kisheria majukumu ambayo nitayasema la kwanza imepewa kisheria kupokea na kusikiliza malalamiko na rufaa zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma. Hilo ni jukumu la kwanza, lakini jukumu lingine la pili ambalo PPAA imepewa kisheria ni pia, PPAA hupokea na kusikiliza malalamiko na rufaa zinazotokana na kufungiwa kwa zabuni, yani blacklisting of tenderers kushiriki katika michakato ya ununuzi wa umma na mamlaka ya ununuzi wa umma yani PPRA. Ndio maana hata uh, tumemkaribisha meneja wa kanda ya, ya Kaskazini kutoka PPA, ndugu Maregesi male, yuko hapa. Uh, ndugu washiriki, PPA iliundwa ili, ili kushughulikia lengo kubwa la serikali kuunda taasisi ya PPA ni kwamba iweze kushughulikia migogoro itokanayo na michakato ya ununuzi wa umma kwa muda mfupi zaidi, tofauti na mahakama za kawaida, ili hatimaye iweze kuiwezesha serikali kutekeleza shughuli zake na huduma na miradi kwa wakati. Ina maana ingekuwa tunafuata mkondo wa mahakama au tungekuwa tunachukua uh, uh, njia ya kwenda mahakamani ina maana mi, mi huduma nyingi au miradi mingi sana ingesimama kwa muda mrefu sana, kwa sababu ni wote tunajua, si siri, kesi inaweza ikachukua mahakamani hata miaka mitano hata miaka kumi, lakini kwa sababu uh, wananchi hawezi kuwa wanasubiri uh, miaka mitano maendeleo yawafikie ndio maana Serikali ilichukua jukumu kubwa la kuunda taasisi hii, kuhakikisha kwamba migogoro ya ununuzi wa umma inashughulikiwa kwa wakati na inaipa nafasi, sio kwa wakati tu, bali kwa haraka, kwa sababu migogoro yote inapaswa kuwa imeshughulikiwa. Migogoro inayowasilishwa PPAA unapaswa kuwa umeshughulikiwa ndani ya siku 40 kulingana na sheria ambayo tulionayo sasa hivi. Sambamba na hili Mamlaka ya rufani ya zabuni, lengo lingine ambalo ni la msingi sana, mamlaka ya rufani ya zabuni inaisaidia serikali kuhakikisha sheria ya ununuzi wa umma inazingatiwa, uh, ili kupata thamani halisi ya fedha za umma kupitia ununuzi. Serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi imara na mahiri wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kudumisha misingi ya utawala bora ikiwemo haki na usawa pamoja na kuendelea kusimamia miradi ya kimkakati yenye tija kwa nchi, na hivyo kuiwezesha serikali kupata thamani halisi ya fedha katika ununuzi wa umma wote tunajua au iko wazi kwamba bajeti ya serikali takriban asilimia kuanzia sabini na juu mi naweza nikawaambia kwamba hata asilimia karibu tisini inaelekezwa katika manunuzi. Sasa kama hutakuwa na sheria na miongozo ambayo iko vizuri, ina maana kutakuwa na matumizi ambayo hayakwepeki, ambayo anaweza yakaingiza serikali katika hasara kubwa. Ndio maana serikali chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Ruu Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliona a heri kufanya maboresho ambayo yameleta sisi kuwepo hapa asubuhi ya leo. A, ndugu washirika, katika kipindi cha, cha serikali ya awamu ya sita, PPA imeweza kushughulikia mashauri mia moja sabini na moja yatokanayo ni michakato ya ununuzi wa umma. Aidha, katika mashauri haya labda ningependa tu niwajuze kwamba uh, tuzo ambazo zilikuwa zimetolewa kwa wazabuni 36 uh, zilisitishwa kwa sababu wazabuni hao walikuwa hawana, uh, walikuwa hawana uwezo uh, wa kifedha pamoja na kukosa sifa za kitaalamu za kutekeleza zabuni husika. Hatua hii iliisaidia serikali kuokoa uh, fedha ambazo zingeelekezwa katika mika, mikataba ambayo ingepelekea miradi hiyo kuto kutekelezeka na sio hivyo tu, bali ingepelekea upotevu wa fedha za umma na kuchelewesha maendeleo stahiki kwa wananchi. Ndugu washiriki, pia PPAA kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na taasisi zinazosimamia ununuzi wa umma nchini imeweza kushiriki katika kutungwa upya kwa sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 na kanuni za ununuzi wa umma za mwaka 2024. Sheria hii mpya ya ununuzi wa umma iliyoanza kutumika Juni 2024 na kanuni zake Julai 2024 zimeleta maboresho mbalimbali mbali katika eneo hili la ununuzi na ugavi, ikiwemo kupunguza muda wa kushughulikia malalamiko na rufaa zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma. Ningependa labda kuwajuza kwamba muda wa kushughulikia malalamiko kwa taasisi nunuzi umepunguzwa kutoka siku saba za kazi mpaka siku tano za kazi. Kadhalika, muda wa afisa masuhuli wa kushughulikia malalamiko ya zabuni umepungua kutoka siku saba hadi siku tano za kazi. Aidha, pale ambapo afisa masuhuli ataunda jopo la mapitio ya malalamiko atatakiwa kutoa uamuzi wake ndani ya siku saba za kazi. Pia muda wa kuwasilisha rufaa PPAA umepungua kutoka siku saba hadi siku tano za kazi na muda wa malalamiko, muda wa mamlaka ya rufani kushughulikia malalamiko au rufaa umepungua kutoka siku 45 mpaka siku 40. Haya ni maboresho ambayo yameletwa na sheria hii ya, ya umma ya, mwaka ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023. Ndugu washiriki, ili kuendelea kuendana na mabadiliko yaliyoletwa na sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023, PPAA kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha, Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali na taasisi zinazosimamia ununuzi wa umma nchini imeandaa kanuni ya rufaa za ununuzi wa umma za mwaka 2024 ambazo zimetangazwa kwenye gazeti la serikali la tarehe 31 mwezi wa kwanza 2024 kupitia j namba 65 stroke 25 2025. Kanuni za rufaa za ununuzi wa umma ni moja kati ya miongozo inayotumiwa uh, na PPA katika kushughulikia malalamiko na rufaa zinazowasilishwa mbele yake. Moja kati ya maboresho yaliyoletwa na kanuni hizi ambayo yanaendana na na matakwa ya sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 ni takwa la kuwasilisha malalamiko na rufaa kupitia mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma yani NeST. Ina maana wewe kama unataka zabuni, kwa wale wa zabuni, hata kwa taasisi nunuzi huwezi ukafanya chochote kinachohusu ununuzi kama hutapita kwenye mfumo wa NeST. Ili mzabuni aweze kupata zabuni, aweze kuwasilisha zabuni yake, lazima awe ndani ya mfumo wa NeST. Ina maana ni kwamba tume, serikali imeweka mlango kabisa, usipopita katika huo mlango, zabuni za serikali huzioni. Uh, moja ya kati ya maboresho yaliyoletwa na kanuni hizi ambayo yanaendana na matakwa ya sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 20, ni takwa la kuwasilisha malalamiko ya rufaa kupitia mfumo wa kielektroniki wa ununuzi yani, NeST. Takwa hili la kisheria linaendana na mabadiliko yaliyoletwa na serikali ya awamu ya sita, ambapo kipaumbele kimewekwa katika matumizi ya teknolojia. Katika utekelezaji wa majukumu sasa. Uh, hata nyewe wenyewe mnajua, nikianza tu kupita hata katika smartphone zenu hapa sasa hivi. Uh, wengi wanajua kwamba vitu wanavifanyia kwenye simu. Uongo kweli? Uh, uongo kweli? Hata kutafuta tenda hizo zinapita, kwenye ni teknolojia hiyo. Kwa hiyo serikali iliona mbali, iliona hili na haikutaka kuachwa nyuma, na ndio maana sisi kama taasisi pia hatutaki tubakie nyuma. Tunahitaji kutumia a, teknolojia ili tuweze a, kuhakikisha kwamba inatupatia manufaa halisi ambayo tunayo a, a, hitaji a, kwa, katika kuhakikisha kwamba tuna tunapata tuna, tuna, tuna faida. Ndugu washiriki, ili kuendana na matakwa ya sheria ya ununuzi wa umma pamoja na kanuni za rufaa za ununuzi wa umma, PPAA kwa kushirikiana na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma yaani PPRA, imetengeneza moduli ya kuwasilisha na kushughulikia malalamiko na rufaa kwa njia ya kielektroniki yani, complaints and appeal management Ukienda katika mfumo wa NEST lazima utakutana na hii. Na, na, na menyu ambayo inazungumzia complain and appeal management. Kwa hiyo kama vile ambavyo zabuni zinapatikana katika mfumo wa NEST, hata mashauri pia tunahitaji yawe huko huko, ili yaturahisishie kufanya sisi kazi, ndugu washiriki. A, moduli ya kupokea na kushughulikia malalamiko ya rufaa kwa njia ya kielektroniki ina faida nyingi kwa wazabuni, taasisi nunuzi na PPAA kwa kuwa inarahisisha zoezi la uwasilishaji a, na ushughulikiwaji wa malalamiko na, na rufaa zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma. Hapo awali, a, kabla hatuja, hatuta, kabla hatujaanza kutumia huu mfumo watu walilazimika kututafuta tulipo. Kama tulikuwa Dar es Salaam, watu walikuja Dar es Salaam, lakini uh, tangu tumehamia Dodoma, ina maana mtu kutoka mkoa wowote ule analazimika afunge safari kuja mpaka Dodoma kuhakikisha kwamba amewasilisha lalamiko lake au rufaa yake. Hiki ndicho ambacho sisi tunachohitaji kwamba kisiwepo, ndio maana Uh, ndiyo maana halisi ya serikali ya wa awamu ya sita kusema kwamba tutumie teknolojia kutusaidia kufanya kazi. Hapo awali kama ambavyo nimesema mzabuni uh, ili aweze kuwasilisha lalamiko lake alipaswa kufika katika ofisi ya taasisi nunuzi. Sio tu PPAA, hata taasisi nunuzi ulipaswa kama ulikuwa na na rufaa yako au lalamiko lako lina linaohusu labda wizara wizara ya fedha, ulilazimika uende wizara ya fedha. Kama ilikuwa ni RUASA, ulilazimika uende RUASA ili uwasilishe lamiko lako. Lakini kupitia moduli hii ambayo mafunzo yatakuwa yakitolewa hapa, hutahitaji kwenda physically RUASA, hutahitaji kwenda JIPSA physically. Utahitaji tu upate nafasi, uhakikishe kwamba una intaneti yako au una mtandao, ukae kwenye dawati, una kama una iPad au una una kompyuta, ufanye kutoka pale ulipo na utawasilisha malalamiko yako au rufaa yako. Na ili taasisi nunuzi au PPA iweze kushughulikia malalamiko au rufaa zinazowasilishwa inapaswa kuchambua nyaraka a, zote zinazohusu zabuni inayolaamikiwa ambayo huwa katika mfumo wa nakala ngumu. Mara nyingi watu walikuwa wanabebana mafaili a, wakati mwingine pale ofisini kwetu PPAA watu walikuja na mafaili. Unaweza ukaja na mfaili ukubwa wa kiasi hicho. Hayo ni ambayo unatakiwa mtu awe ameyabeba, ameyaleta ofisini kwetu lakini kupitia moduli hii hatutaona tena watu wakileta mafaili ambayo yana kimo kama hicho. Uh, itasaidia kuhakikisha kwamba watu wanafanya kazi zao. Hii imekuwa ikileta changamoto, kwa kuwa katika baadhi ya michakato ya zabuni, baadhi ya nyaraka zimekuwa hazipatikani kwa wakati, na wakati mwingine hazipo kabisa. Uh, ina maana sisi kupitia moduli hii tutahakikisha kwamba vile ulivyowasilisha kwenye zabuni yako tunavyo. Kwa hiyo hakutakuwa na njia yoyote ya kusema kwamba havipatikani. Ndugu washiriki, moduli ya kuwasilisha na kushughulikia malalamiko na rufaa kwa njia ya kielektroniki ina faida kadha wa kadha, zikiwemo hizi ambazo nitakazozitaja. Unaweza ukaangalia zingine, lakini hizi ambazo nitakazozitaja ni ambazo sisi tunazoziangalia ya kwanza ni kwamba mzabuni hatalazimika kufika katika taasisi nunuzi au PPAA ili kuwasilisha lalamiko lake au rufaa. Nadhani nimelisisitizia sana hilo, hutalazimika kubebana. Aa, sasa hivi wale ambao ni wafanyakazi wa PPAA wanajua kabisa kwamba sasa hivi watu wanabebana na mafaili yao kuja ofisini kwetu, na mara nyingi tutaomba hata evaluation walizofanya tutaomba hata uh, kama ni tender board ilikaa, tutaomba uh, minutes zote za tender board. Hivi vitu vyote vilikuwa vinapaswa vije ofisini kwetu PPAA Dodoma. Ina maana tukitumia huu mfumo hatutahitaji wewe utuletee hivyo, sisi tutaviona kwa sababu vimo ndani ya vimo ndani ya nini, jamani? mbona tu tunasema, kama hatuamini jamani, vimo ndani ya nini? Vimo ndani ya mfumo. Faida nyingine ya pili inapunguza gharama na muda. Kama kuna vitu ambavyo ni vya muhimu humu duniani, na Mungu ametugawia wote muda sawa. Sasa usipoutumia muda wako vizuri, hutafikia malengo yako kwa aina hiyo, hata sisi katika kutafakari tunatafakari vyote hivyo kuhakikisha kwamba muda wako bado tunauthamini, kwa sababu ni wa maana, kwa sababu unashiriki katika kujenga nchi yetu. Kwa nini usiendelee kujenga nchi yetu? Ukiwa katika mkoa wa Mtwara, uweze kupata fursa ya wewe kutuma lalamiko lako, ambalo ni kwa urahisi zaidi, wala halikuingizi gharama halikuingizi gharama wewe kufikiria kwamba nitapanda mabasi, nitakuja Dodoma. Vyote hivyo vinakuwa havipo. Ina maana una uwezo wa kuwasilisha lalamiko lako bila kuingia gharama yoyote. Gharama ambayo utakayoingia tu ni kwamba mtandao wako, sawa? So, hiyo hatutaepuka kwa sababu tuko katika mtandao, hiyo itabidi utumie tu, lakini si si kama vile ambavyo ungefunga safari ukafunga kama ni duka ukalifunga na hauna mtu ambaye unayemwamini, ina maana utafunga na kuja mpaka Dodoma. Kama unatoka Mtwara inawezekana ukasafiri labda siku tatu, ina maana ni wiki zima. Hilo kazi imekata hilo. Ah, kwa kutumia ah, moduli hii ambayo iko ndani ya nest itakuwa tumeliepusha tume kutoka kwenu, lakini pia vitu vikiwasilishwa katika mfumo vinakuwa na uwazi zaidi eh? watu wana uwezo wa kuviona wengi, si vya siri. Hata we mwenyewe unaweza kuangalia mchakato unaendaje. Ina maana tumeongeza uwazi zaidi, watu wana uwezo kuona wengi, si kama ambavyo ilivyokuwa, labda tumejifungia kwenye karumu kamoja alafu sisi ndio tunaoona tu ina maana hata we mwenyewe utakuwa na nafasi ya kuangalia hivyo. Lakini kingine ki, ni kwamba kama Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma, tutaweza kutoa hukumu kwa haki na kwa wakati ha? wakati mwingine aa, nina, wa, nina watumishi wangu hapa, wafanyakazi wa Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma, wakati mwingine inabidi tu tuzungumze maneno magumu sana kwa taasisi nunuzi au wazabuni, ambayo hatupaswi kufanya hivi. Nakumbuka kuna wakati mmoja ambapo tulikuwa tunapaswa kusikiliza lalamiko, mlalamikaji ameshaleta, lakini taasisi nunuzi hataki kuleta. Sasa athari ya mlalamikaji kuwa ameleta na mlalamikiwa hajaleta ni kwamba mamlaka inaweza ikasikiliza upande mmoja na ikatoa hukumu. Athari yake ni kwamba kama serikali alikuwa na haki, ina maana hizo ni gharama ambazo taasisi nunuzi itakuwa imeingiza serikali. Sasa ndio maana huwa tunachukua hili kama a, swala ambalo linahitaji umakini zaidi, na huwa tunachukua nafasi ya kuzungumza hata wakati mwingine mpaka kuzungumza na wakurugenzi wenyewe eh? Kwa sababu hatuhitaji tuko pale kwamba serikali ipate haki yake na mzabuni apate haki yake, hatuko pale kwamba upande mmoja ndio upendelewe. Kwa hiyo kitu kimoja, au faida nyingine kubwa ambayo uh, ipo katika kutumia moduli hii ni kwamba PPAA itaweza kutoa hukumu kwa wakati na kwa haki. Lakini ya mwisho ambayo ninapenda niseme ni kwamba inawezesha utunzaji wa kumbukumbu inawezesha utunzaji wa kumbukumbu. Kumbukeni kwamba nilisema wakati mwingine hatupati nyaraka ha? naweza ukawa umeleta tenda yako umeweka, lakini evaluation haipo ha? Sasa kwa kupitia moduli hii nyaraka zote si tutakuwa tunazipata ha? na sio tu kuzipata, zitakuwa zimetunzwa ndani ya moduli. Kwa hiyo ni rahisi sana sisi kufanya rejea pale ambapo tunapo ah, hitaji. Ndugu washiriki, kwa sasa moduli hii imekamilika, hivyo naomba kutumia fursa hii kuwaalika kushiriki mafunzo ya matumizi ya moduli hii ya kupokea na kushughulikia malalamiko na rufaa kwa njia ya kielektroniki iliyopo ndani ya mfumo wa Nest, ili wote kwa pamoja tuweze kuisaidia serikali ifikishe huduma na miradi ambayo itawaletea wananchi maendeleo. Na wananchi sio wengine, wananchi ni sisi, si ndio? Tuliomo humu si ni wananchi? Au si tunasema kwamba ni walioko nje ndio wananchi? Wananchi ni sisi. Maendeleo kama ni barabara, sisi ndio tunaotumia barabara. Kama ni huduma za afya, sisi ndio tunaotumia huduma za afya. Kama ni mashuleni, kama wewe huendi shule, mtoto wako ataenda. Kama wewe mtoto wako haendi, ndugu yako atapeleka mtoto huko shuleni. Kwa hiyo, huwezi ukasema kwamba hupati faida. Kama ni maji, umeme hata SGR vyote hivi ni huduma ambazo zinalenga kwamba wananchi waweze kupata nafuu na kuendelea kujenga nchi yao. Kwa hiyo kiuhalisia, ninawaalika wote tutumie moduli hii; pindi tutakapokuwa tumepata mafunzo, tuitumie moduli hii kuturahisishia kufanya kazi au uwasilishaji wa malalamiko na rufaa. Ndugu washiriki, baada ya kusema hayo machache, Naomba kutamka kuwa mafunzo ya moduli uh, ya kuwasilisha malalamiko na rufaa kwa njia ya kielektroniki kwa kanda ya kaskazini, yaani mikoa ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro na Tanga, yamefunguliwa rasmi. Karibuni sana na tutumieni nafasi hii kuhakikisha kwamba mnatoka hapa mkiwa mko sawa. Asanteni sana kwa kunisikiliza.